Yo, kuna time unaweza kuwa na vibe, e, na alafu cha ajabu sasa champagne ikawa na yenyewe haina vibe. Ndio kitu ambacho kimeendelea hapo. Eh, bana inaonekana kabisa kwamba eh, Damo Platnumz, Billnass pamoja na bwana mkubwa Juma Jux, eh, bana wapo pamoja wakiendelea kuenjoy, wakiendelea kucelebrate na famika kabisa kwamba wimbo God Design this time around ndio umekuwa ukiendelea kusumbua kwenye platform tofauti tofauti. Hata pia kwenye upande mzima wa YouTube hapa Bongo ndio unashika nafasi ya kwanza on trending ikiwa na jumla ya watazamaji milioni moja point saba. e bana, siku za e, kesho hapo labda kesho kutwa pengine, tunaweza tukamuona kwenye namba nyingine kabisa ikiwa anashika e, namba moja on trending au ikawa namba mbili on trending, lakini katika zile top 5 bila shaka, ndani ya siku hizi tano itaendelea kusumbua zaidi zaidi. Sasa hivi iko na milioni moja point saba kwenye mtandao mzima wa YouTube. Lakini hata pia kwa upande kwa upande mzima wa huko Nigeria e bana, God Design inashika namba moja on trending kwa upande mzima wa YouTube, akiwa amekalisha baadhi ya mastaa wa kutosha pale Nigeria asa Davido, e bana boy wote sasa hivi ni kama vile e, wamekaa chini yake, yeye ndo amekuwa pale on top, afu wanaofuata sasa ndo wasanii kutoka Nigeria e bana. Wimbo huu wa God Design umefanya poa zaidi. Yote hii ni mara tu baada ya e, kuonekana kabisa kwamba kulikuwa kuna sherehe ambayo ilifanyika pale Nigeria kiutamaduni ya e, mwanadada Priscilla pamoja na, mwana, e, na juksi ya mwanadada Priscilla pamoja na Juksi hapo Nigeria. Na hapo waliweza kufanya poa wa zaidi, harusi yao bana, ilienda viral kinoma noma kwenye mitandao tofauti. Life lao. Na kama unavyojua kwamba hawa si wasanii tena wa wanja kali, ni wasanii ambao tayari washatoka eh, kwenye hizo hatu kwa sababu ya reggae ambayo wako nayo, lakini pia ni wasanii ambao wanaangaliwa sana kwa hapa bongo. Lakini harusi ya, ya Jux pamoja na Priscilla inategemewa sasa kufanyika tena upya bongo baada ya Nigeria kuweza eh, kufanyika harusi hiyo ya kiutamaduni, so tutegemee kwamba JP 2025 ita vibe kinoma noma kwa upande wa hapa bongo, lakini kikubwa ni kwamba ochun na kusikiliza Sawasawa Online Digital. Sisi tutakupa matukio yanayoendelea kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Till next time, bye bye.